eni heri, ndugu mwenyekiti na katibu wa klabu ya waandishi wa habari wa mkoa wetu, na nichukue fursa hii pia kuwashukuru kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya kwenye mkoa wetu. Kwa hili mjipigie makofi mengi, ndugu zangu, mnafanya kazi kubwa nzuri. Mimi kama mkuu wa mkoa ninajivunia kufanya kazi na wanahabari wa mkoa wa Iringa, klabu ya wanahabari mkoa wa Iringa, na mwanahabari mmoja mmoja, kwa kazi kubwa na nzuri mnayoifanya Hatujajutia kuwa na klabu hii kwenye mkoa wetu. Inafanya kazi kwa weledi, haina upendeleo, inaheshimu misingi ya taaluma, inajali maslahi ya umma, na kwa kweli inatusaidia pia kupata mawazo mbadala ya wananchi kuhusu masuala mbalimbali. Kwa hiyo, mwenyekiti, kupitia eneo hili nikupongeze sana kaka yangu fren, unafanya kazi kubwa, kazi nzuri, na usichoke. Lakini pia wanachama wako pia mabingwa hawa, akina Clement Sanga ndio wenyewe sasa hapa mjini unajua e, wakali wa hizi kazi kwa hiyo wanakuwakilisha vizuri, tunawashukuru sana. Vyombo vya habari vinavyoopareti kutoka Iringa vinafanya vizuri, na vile ambavyo vina report kwa niaba ya vyombo vinayofanya kazi nje ya Iringa pia vinafanya vizuri. Tunataka tuwahakikishieni sisi kama serikali ya mkoa kwamba tutatoa ushirikiano wa dhati kwanza kwa klabu ya wanahabari, lakini pili kwa vyombo vyote vya habari, ili mwisho wa siku kila mwanahabari anayefanya kazi ndani ya mkoa wetu afanye wajibu wake kwa uhuru, kwa uwazi, kwa haki na bila usumbufu, ili mwisho wa siku lengo la uwepo wa vyombo vya habari iwe ni tija na ustawi kwa mkoa na wananchi wa mkoa wetu wa Iringa.